Zoezi hilo la bomoabomoa lilianza mapema saa 12 asubuhi chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi na maofisa wa CDA, limeacha vilio na simanzi kwa wakazi na familia zao, ambao wanadai wameishi katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka 40 wakirithi kutoka kwa wazee wao, na kuiomba serikali kuingilia kati swala hilo, huku wakilalamikia CDA kutokuwa na ushirikiano na kuhoji kuwa kama eneo hilo lilikuwa chini ya mamlaka hiyo, kwa nini waliacha mpaka ujenzi ukamilike ndio waje kuvunja nyumba zao? Watu wanajenga hapa, wananunua viwanja hapa, mpaka watu wamefanya makazi ya watu hapa, wao walikuwa wapi? Leo hii tumeshafanya makazi ya watu hapa, wanakuja kutubomolea. Ni ustaarabu huko ile jamani, wanataka tuishije sisi Watanzania wa hali ya chini namna hii? Jamani, inanisikitisha sana, mimi nashindwa hata kuongea. Mwalimu angekuwepo huyu, unampeleka wapi? Kikwete huyu unampeleka wapi? Jamani, inatia huruma na kibali cha waziri mkuu hapa, kibali cha mkuu wa mkoa. Lakini tatizo hilo lote limeletelezwa na diwani wetu wa kata ya hazina ambaye anaitwa Peter Ishibadi pamoja na mwenyekiti wa mtaa wa Kinyangwa Loji. Kufuatia bomoabomoa hiyo, ITV ilimtafuta mwenyekiti wa mtaa Itega, Pasco Mwita, ili kuzungumzia bomoabomoa hiyo ambapo amedai kushangazwa na hatua hiyo ya CDA, kwani eneo hilo lilikuwa na kesi mahakamani katika mahakama ya nyumba ambayo ilikuwa ianze kusikilizwa tarehe 15 mwezi huu, ambapo mahakama hiyo pia ilitoa hati maalum ya kuzuia bomoabomoa. Tukaendelea na kesi, ilikuwa tarehe 26, hatimaye tarehe 27 mwezi wa tisa tulipokwenda wakapiga tarehe ishirini tarehe kumi na tano mwezi wa kumi. Sasa sisi tunasikitika kwamba wamekuja kuvunja. ITV imepiga hodi makao makuu ya mamlaka ya ustawishaji makao makuu Dodoma CDA na kuzungumza na kaimu mkurugenzi wa mamlaka hiyo Paskasi Muragiri ambaye amebainisha kwa eneo hilo ambalo awali lilikuwa hifadhi ya msitu wa mamlaka lilipimwa na kugaiwa kwa wamiliki halali tangu mwaka 2008, huku akikanusha madai ya wa wakazi hao kuwa walihishi hapo tangu enzi za mababu zao na kutoa onyo kwa wakazi wa Dodoma ambao watavamia maeneo yasiyopimwa, sheria itendelea ya kuchukua mkondo wake mwaka huu. Mwezi wa pili tarehe ishirini na tatu ulitoa tangazo jipya la ku kuuza viwanja kwa wale watu ambao walishindwa kumaliza madeni yao. Sasa uvamizi wa lile eneo ulianza mwaka elfu mbili na kumi na mtu mmoja alivamia pale akajenga, tukamtaka aondoke, hakutaka kukubali. Wakazi wa mji wa Dodoma wamekuwa na msigano wa muda mrefu na CDA kwa madai kuwa mamlaka hiyo imekuwa kichocheo kikubwa cha kuchelewesha maendeleo katika mji wa Dodoma, madai yanayokaminushwa vikali na uongozi wa mamlaka hiyo. Toka Dodoma, George Bara ITV.